Ndugu wadau wa elimu mliokoa hapa ndani, CPA Makala, mwenyekiti wa kamati na mwenyekiti wa bodi na wajumbe wa bodi, jitihada hizi za maboresho ya elimu na jitihada hizi zilizofanywa na bodi pamoja na kamati ya uchangiaji chini ya walimu na wafanyakazi wasiokuwa walimu wa Ruvu, nataka nitangaze kuungwa mkono na kiongozi wetu mkuu wa nchi ambaye alikuwa awe mgeni rasmi, na mimi nimekuja kumwakilisha hapa, naye si mwingine ni Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassani, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye pia ameguswa na hali hiyo, na amesema, najua shule hiyo kwa sasa inasomwa na wasichana na mimi ni mama, najua magumu wanayoyapitia na, na nimefarijika kusikia Watanzania moja mmoja, wenye makampuni, taasisi za umma na za binafsi zimechangia kufikia kiwango hicho, na yeye anaunga mkono kwa kuchangia shilingi <coughs> shilingi <coughs> Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anachangia shilingi milioni mia moja. Samia oye, elimu oye, wanawake mpo Nashukuru sana na huo ndio mchango wa baba yetu.